Majina yangu naitwa Anodi Andolini Boichumu, ndiye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Holysmile. taasisi ambayo ina makao makuu yake ndani ya ya mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kahama, manispaa ya Kahama. ni taasisi ambayo tulisajili kwa lengo moja tu eh, kwenda kutoa huduma mbalimbali especially katika teknolojia ya sanaa, utamaduni na burudani na huduma zote za kijamii. Sisi kama HolySmile ni taasisi ambayo imeanza mwaka 2021, kwa hiyo ina takriban miaka minne kwenye utendaji wake, na mwaka huo huo pia tulianza jukwaa la mdau shupavu, ambalo ni jukwaa maalum la kuweza kutambua michango na jitihada za wadau mbalimbali wanaofanya vizuri katika sekta mbalimbali. Sasa, unapozungumzia HolySmile unazungumzia taasisi ambayo inakuwa na vipengele e, vingi sana ndani yake tunashuhudia kwamba tuna, kwa tuna Holysmile Sports Promotion, ambayo yenyewe inahusika na maswala ya kuandaa e, matamasha yote au matukio yote ya kimichezo. Tuna Holysmile Media ambayo yenyewe inahusika na masuala yote ya media, lakini pia tuna Holysmile Talent, ambayo yenyewe inahusika na masuala yote ya burudani. Sasa muhimu ambayo leo mpaka leo tuko hapa na Mtajirishaji Media ni kuzungumzia Mdau Shupavu. Mdau Shupavu ni jukwaa maarufu ambalo linatambua na kuenzi michango ya wadau mbalimbali wanaofanya vizuri katika sekta mbalimbali mbali. Tuliamua kuanzisha Mdau Shupavu kwa sababu tumeona kuna watu wengi sana wanafanya kazi nyingi ambazo zimekuwa na athari kubwa sana katika jamii na zimekuwa na nguvu kubwa sana katika jamii. Sasa kama Holysmile tukiona kwamba kama kuna wanafunzi ambao wanasoma shule miaka saba baadaye wanahitimu shule na kupata vyeti vya heshima ama vyeti vya kuhitimu shule yao na kugraduate, sasa na sisi pia kama wadau shupavu tunasema kwamba basi na sasa basi tutoe pia vyeti kwa watu wanaofanya vizuri huku mtaani. Kwa hiyo tuliamua sasa kwa hili kama sehemu ya tuzo maalum za kuweza kuwatambua wadau kwa kazi zao wanazozifanya katika sekta mbalimbali mbali. Sasa tukizungumzia mdau shupavu ni mtu ambaye anachukua changamoto kuwa fursa mdau shupavu sio mtu ambaye analalamika ovyo mdau shupavu sio mtu ambaye anaona kila kitu ni changamoto mdau shupavu akiona changamoto anakaa chini anafikiria anaamua anatengeneza kitu, kitu kinakuwa na mchango mkubwa kwa jamii kwa mdau shupavu kimsingi ni mtu ambaye ana moyo wa kiushujaa kushu, ni mtu ambaye ana moyo wa mapambano ni mtu ambaye sio rahisi ukata tamaa kwa hiyo lengo la kuwa na mdau shupavu ni kuendelea pia kuongeza chachu katika jamii. Nadhani mnafahamu kuna mambo mbalimbali mambo mbali, ambayo mba mba ni ya kiushindani. Wako watu wengi sana ambao wanafanya ujenzi wa vitu mbalimbali mahoteli, eh, shule, huduma eh, mbalimbali mbali za kiburudani, wasanii mbali mbalimbali, kazi mbalimbali mbali mbali za ubunifu na uwekezaji. Sasa hawa watu wamekuwa wanawekeza kwa asilimia kubwa na kufanya vitu vikubwa kwenye maeneo yao. Sasa sisi kama Holysmile, tukasema kwa nini tusibuni mbinu ya kuweza kutambua michango ya hawa watu? Kwanza kuongeza chachu ya kuwashindanisha, ili pia na wao waweze kufanya kazi kwa juhudi na bidii, kwa sababu ukishamwekea mtu ushindani, ukamwekea mtu mapambano, lazima atapambana kwa hali na mali. Sasa tuzo mara nyingi zimekuwa zikiandaliwa katika maeneo makubwa sana, miji mikubwa, kwa mfano kwa Tanzania Dar es Salaam, e, Dodoma sanasana Dar es Salaam sababu matamasha mengi na media nyingi zimeinvest sana kule. Sasa sisi kama HolySmile tuliamua tufanya uwekezaji ndani ya kanda ya Ziwa, ingawa tunatama, tunatazamia kufanya eh, jukwaa hili eh, Tanzania East Africa Afrika na baadaye dunia kama alivyo matamasha mengine makubwa zaidi duniani. Sasa kama HolySmile eh, baada ya kuanzisha jukwaa hili la moshao mwaka 2021 tulianzia pale wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, manispaa ya Kahama, tulianza kuwatambua wadau shupavu wasiopungua kumi na nne ambao wadau shupavu hao, e, tuliona baada ya kwanza jukwaa lile, kwanza watu wengi walipokea kwa asilimia kubwa sana. Sasa baada ya kupokea, kuna ile kupokea mara ya pili baada ya kushinda au kushindwa, hapo ndio mchangamoto ulianzia, kwa sababu tumeanzisha watu wameingia kwenye kinyang'anyiro, zaidi ya watu 80 waliingia kwenye kinyang'anyiro kwa huo msimu wa kwanza Mwaka wa kwanza 2021 ndani ya manispaa ya Kahama walikubali hawa watu 80 kushindana, wakaingia kwenye kinyanganyiro kula zikapigwa. Issue ilianzia pale kutangaza matokeo. <laughs> watu sasa wale 80 wote ambao walikuwa wanawania tuzo wakabaki watu kumi na nne tu ambao walipokea tuzo zile. Hao watu wengine wote waliobaki takriban watu sitini na sita waliamua kuwa ni adui wa taasisi na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ndio mara ya kwanza, ni kwanza eh, matukio kama haya kwa afya kwenye maeneo yao. Lakini kama HolySmile tumesema sisi ni wadau shupavu. Lakini wakati elfu mbili na ishirini na moja bado ilikuwa ijawa mdau shupavu Kahama, tulikuwa na Kahama champion award, Kahama champion awards. Sasa lengo la kwanza tuzo hizi tulitamani tuende maeneo mbalimbali ndani ya Kahama na nje ya Kahama. Tulitoka Kahama tukaenda Shinyanga, tukasema Shinyanga Golden Awards. Tukafanya mwaka huo 2021. Sasa tukasema kama tumefanya kama Golden Awards, Shinyanga Golden Awards, tunataka tuongeze jina ambalo tutafanya sehemu zote jina liwe moja. Sasa tukaona kwamba tuende Geita, useme Geita sio nini award, labda uende Tabora, Tabora nini award. Sasa, majina ta ni sasa majina yatakuwa ni mengi afuta sisi ni moja kwao, tukaamua sasa baada ya kwenda kushaana na watu wa, wa Blela wakasema sasa tusajili jina la aina moja. Kwa hiyo nilitumia muda mwingi sana kufikiria hilo jambo zaidi ya miezi sita kufikiria jina la Mdau Shupavu. Kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili sasa ndio nikapata jina halisi la Mdau Shupavu. Kwa nini Mdau Shupavu? Ah, tumekuwa tukiona watu wanaenda sehemu mbalimbali bana. Ah, nataka nikamwone mdau wangu mmoja hivi anaitwa Mtajirishaji Media. Eh, nataka nitesefani nikamwone mdau wangu fulani hivi miliki wa benki fulani. Sasa nikamuone mdau fulani sasa. Bahati nzuri siku moja nikasema hebu nikae na huyu mtu ambaye anasema neno mdau ni nini? Kwa mtu sema kwamba mdau ni mtu ambaye ameshirikiana na wewe, aliyekugusa kwenye hali na mali. Ni kama leo tuko na Mtajirishaji Media wamekuja kutuoji kutu sisi kama wadau shupavu, walikuwa wanaweza kwenda kuoji watu wengi mbalimbali, lakini wakana kwamba mdau shupavu na kitu kwani tuzende kumuoji. Kwa na sisi pia kama Holysmile tunamuita Mtajirishaji Media ni mdau shupavu. Kwa sasa basi tukasema aa, kumbe kama ni mtu ambaye anagusa maisha ya watu, mtu ambaye anapambana, basi tukazalisha neno shupavu. Ndio maana leo tuna mdau shupavu. Sasa toka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mpaka leo mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni miaka takriban e, mitatu toka tumeanzisha jukwaa la mdau shupavu, lakini ni miaka minne toka tumeanza kuandaa tuzo za mdau shupavu. Sasa lengo letu ni kufanya kazi hizi za mdau shupavu nchi zima, kwa kuanza na kanda ya ziwa. Tumeanza kwa miaka mitatu hii mfululizo kufanya katika maeneo tu ya mkoa wa Shinyanga kwa asilimia kubwa. Tumefanya kwa miongo mitatu ndani ya mkoa wa Shinyanga, especially pale wilaya Kahama manispaa, kama wanafahamu sana vizuri kuhusu Holysmile. Lakini mwaka huu Mungu akatusaidia tukavuka mikoa, tukaenda mkoa wa Geita, na sasa tuko mkoa wa Mwanza, na eventi tulifanya juzi ilikuwa ni tarehe ishirini na tano mwezi wa tano ambao pia ilikuwa ni siku pia kuzaliwa kwa mkurugenzi wa Holy Smile, mimi ma, Mr. Arnold Bochum. Tulifanya event ya usiku wa wadau shupavu ndani ya jiji la Mwanza, ikiwa ndio msimu wa kwanza kuingia ndani ya mkoa unaomiliki ziwa Victoria. Tumefanya hapa e, usiku wa wadau shupavu. Nadhani mnaona video jinsi watu walivyokuwa wengi, jinsi watu walivyopokea. Nadhani mnaona pia setup ya muonekano wa event, watu walitikia, walifurahi na sisi kama especially mimi kama mkurugenzi kijana nimefurahi sana kuona watu wamekuja, watu wametikia, wameitikia na wamepambazuka lakini pia wamekuja kutuunga mkono nikiwa kama kijana na mkurugenzi wa Holysmile. Ndugu zangu, hakuna kazi ngumu sana kama kuanza na wazo jipya ndani ya fikra za mwanadamu. Kama tunavyosema, tafasiri ya msanii ni mtu mahiri, fundi stadi, ambaye anabuni wazo na kuliwasilisha kwenye fikra za mwanadamu, basi huwa ni kazi pia kubwa kumfanya mtu aamini kile cha kwako cha kwanza. Hata ukiangalia mambo yangu ni mfupi <laughs> sina mwili kwamba wewe ni mwili wa kikurugenzi, kwa watu wakienda kuongea na mtu e, plus na kipilipili hiki. Sasa nasema ah, sasa wewe ni mkurugenzi ehe unatupa tozo ehe? hela unatoa wapi? Hebu tuambie chanzo chako cha cha cha kipato kimekaaje kime unakuta unakutana na maswali mengi ambayo kimsingi nisingekuwa sasa mdau shupavu, nisingeweza kuwa hapa. Kwa hiyo nik tunavyoona, najua changamoto ya mwekezaji mkubwa Tanzania na changamoto ya mama ntilie. Tofauti ni kwamba, kwa mfano, mtu anauza maji kampuni X, yeye ili ahesabu amepata hasara, labda amesafisha mzigo kutoka Shinyanga kwenda labda Bukoba, ina maana akipata ajali pale gari nzima ikapinduka, ndio mkurugenzi atashtuka, si umenielewa? Vile vile pia mamalishe akiwa anapika chapati chapati kadondoka pale, na yeye atashtuka. Kwao ni kitu mmoja, kwa kwamba ameinvest kwenye eneo lake. Kuna hoteli, kuna hoteli ambayo ina hadhi ya nyota tano nyota, nyota moja, zingine ni za kawaida. Kwa hiyo kwenye mapambano, changamoto kubwa ya kwanza kwanza ni muonekano wangu <laughs> ukimwambia mtu mimi ni mkurugenzi kwanza haelewi, kwa inabidi sasa utumie muda mwingi sana kumweleza na kumwaminisha jambo lako. Lakini pia cha pili ni watu kutokuwa na imani ya hivi vitu kwamba vinaweza vipi kufanyika ndani ya mikoa ya kanda ya Ziwa, inawezaje wezaje kufanikisha hivi vitu umeona? Lakini pia kingine e, nadhani mnafahamu kwamba ili ufanikishe jambo lazima utafute watu wakushike mkono. Sasa changamoto kwanza inaanza kwamba wewe unaandaa barua eh? unapelekea kampuni kubwa labda mtandao wa simu eh? labda umeandaa barua unapelekea labda kampuni fulani ya vinywaji. Sasa ile kampuni ni kubwa. Inasupply supply vinyo Tanzania mpaka nje ya Tanzania. Alafu wewe unaandaa barua unasema kwamba tunataka tukupromote. Sasa ile kampuni ka wewe unataka tukupromote. Ukiingia kule Instagram una followers mia mbili tu. Sio mia mbili kei, mia mbili. Wakienda Facebook una followers elfu moja. Sasa unaona huyu aenda kutangaza au si tunamtangaza yeye? Kwa hiyo ikawa ni, ni jambo kubwa sana kuanza kueleza watu. Lakini pia kingine ah uh, kuaminika unajua, bahati mbaya au bahati nzuri, nimekulia sana mkoa wa Shinyanga, na wanasemaga siku zote nabii waheshimike kwao. Sasa imenitumia muda mwingi sana kuaminisha watu, hususan eneo nililotoka, na niliamua kwanza na wilaya Kahama kwa sababu ndio eneo ambalo wananifahamu vizuri. Ni mtu ambaye mimi nimeishi na tabia nzuri, umeona, kwa sababu nimekuwa ni kijana, sikuwahi kuwa kwenye vikundi mbalimbali vya kihuni, sikuwahi kuingia kwenye vitu mbalimbali ambavyo mbali mbali mbali vinasababisha amani kutokuwepo kwa ku niliamua nianze nyumbani ili hata kama akiniuliza sana, ah huyu bochumu sio wa pale bwana. Sasa kwanza nyumbani kuna mawili, kwanza wanaamini hutaweza, kwa sababu wanakufahamu, wanajua uliposomea, wanajua unapolala, wanajua unapokaa, afu leo hii wanasema nataka umpe mtu tuzo. <laughs> Ah, ni changamoto kwa kweli, lakini Mungu ni mwema. Niliamua kusimama na kupambana na kujipambanua nikapamba na kupambana, ndio maana mpaka leo nimekuwa mkurugenzi wa Holy Smile kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu na Mungu wangu ndio anenisaidia hapa kwa hapa.